Amani ni muhimu kushinda yote yanayotendeka. Nawaomba wananchi tuvumilie siku ishirini na tisa. Nawaomba sana, hayo maandamano hola tujui alianzisha, hatujui kiongozi gani ambaye ataongoza, hatujui chama gani kinachoongoza, hatujui lengo la maandamano, hatujui maandamano tunaanzia wapi atujui. Allahu akbar, tunakwenda, tunaelekea wapi? Atujui tunaandamania nini? Mbaya zaidi tunaandamana siku muhimu kwa mujibu wa katiba eh, na kwa mujibu za sheria za nchi siku muhimu ya, ya uchaguzi. Nasema nawatahadharisha Chadema, kuna watu wanafikia upatu yawefo maandamano ya tarehe 29 ili watu waandamane, fuje patikane. Kitendo cha maandamano ya tarehe 29 yakitendeka, watu wakamwaga damu, watu wakafa tu, wajue chama, chama cha cha cha, cha, cha, Chadema ndio mwisho wao katika nchi hii. Watafungiwa kitafutwa na wale wote viongozi wa Chadema watatafutwa, mutakimbia ndo mwisho wa chadema kuwepo.